Lakini kabla ya hapo, majonzi ya familia zilizowapoteza wapendwa wao kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 yangali yanachuruzika nyusoni mwaka mmoja baadaye, huku maadhimisho ya kumbukumbu matuki ya matukio hayo yakitonesha makovu. Mwaka huu wa 2025 pia ulitoa fursa ya kuangazia madhila ya wanawake wanaougua saratani sata, kando na dhiki ya familia zilizolazimika kuishi juu ya maji huko Naivasha. Safina Chiengouma anaturegesha kwenye matukio hayo na jinsi yalivyotangamana na wahusika. Mimi ni Safina Chiengouma, mwanahabari na mtangazaji wa Runinga ya yeah, Citizen. fursa adimu ya kuangazia maswala mbalimbali mbali katika jamii ikiwemo masuala yanayofungamana na haki za kibinadam, uongozi na afya ya taarifa nilizoziangazia mwaka huu wa 2025 ni taarifa kuhusu maandamano ya Juni mwaka 2024. Mengi yalifanyika wakati huo, vijana wengi waliuawa, na nakumbuka nilitangamana na baadhi ya familia zilizoathirika. Nikatembelea familia moja katika kijiji cha Karambaini katika kaunti ya Kiambu. Majonzi ya familia ya Evans Kiratu Karobia aliuawa wakati wa maandamano hayo yalikuwa ya kukeketa moyo simulizi za familia zikitonesha kidonda ambacho bado kinavua usaha kifo cha Evans kilinipata kwa njia ingine mbaya sana nilijipata nahisi ule uzito wa mama huyo wa kumpoteza mwanawe mwenye umri wa miaka ishirini na moja Evans Karobia ambaye alipelekwa hospitalini na msamaria mwema ambaye alimpata akiwa na maumivu kutokana na kugongwa na kitoa machozi katika sehemu zake za siri. Alichukua video za Evans na juu niko nazo, unaweza hata ona huko ni hospitali Kenyatta akiwa kwa ile kitanda akianza aki akilia hapo na uchungu. Kila hatua kwenye safari ya kuelekea kwenye kaburi la mwanawe ilikuwa nzito na yenye uzani wa machozi yasiyoweza kupimika hmm. Ilinilazimu hata nivue kofia la wanahabari na kukumbatia utu, angalau ni mfariji na kumpa bega wakati huo mgumu wa kukubali yaliyomfika mwanawe. Familia hiyo imejaribu kutafuta haki, lakini hadi sasa hakuna nuru kwenye kiza cha masikitiko yao hii inasalia mojawapo ya, ya taarifa ambazo zilinilemea zaidi, hususan kuhusu familia zilizoachwa na makaburi ya wanao waliotarajiwa kufanikisha ndoto za maisha yao ya halafu. Ghadhabu kuhusu changamoto za safari yao ya kutafuta haki imezidi justice for. Labda kisa cha Rex Kanyiki Masai, mwathiriwa wa kwanza wa ukatili wa polisi, kuna uwezekano wa familia yake kupata haki licha ya kuwa hadi sasa kesi hiyo ingali gizani, familia nyingi bado hazijapata haki na ni matumaini yangu kwamba ipo siku machozi yao yatafutwa. Safari yangu ya wanahabari katika mwaka wa 2025 haujakuwa tu wa uchungu na majonzi nakumbuka mojawapo ya taarifa za afya nilizopata fursa kuzishughulikia zilihusu ujasiri wa kupambana na ugonjwa wa saratani. Ruth Wairimo, mmoja wa wale wagonjwa wa saratani nilioweza kutangamana nao, alipothibitishwa kuwa na ugonjwa huo sugu, kila kitu katika maisha yake kilisimama. Nikiangalia watoto mimi hapo ndo nilikuwa nalia. kama niko na mtoto wa 13 years ama 12 nitamwacha akiwa 17 kama huyo alikuwa seven mdogo alikuwa seven years ntamwacha akiwato, kwa hivyo ntamwacha bado akm, nilikuwa nimeona mimi sasa yangu imeisha. Ushauri na saha ulimshawishi Ruth kuanza matibabu, ila titi lake la kushoto pia likaathirika na ikabidi atolewe matiti yote. Simulizi za Ruth zilinipa mtizamo tofauti kuhusu ugonjwa huu. Wanawake wengi wamepewa talaka kutokana na athari za ugonjwa wa saratani wengi hata wamekosa fahari ya kuitwa mama, kutokana na makali ya matibabu. Kuna siku nimetoka na nilisahau kuvaa, nikatkimbia tu, nikaingia gari. Kufika huko uh, Thika Road naangalia naangalia. What? Nilisahau kuvaa matiti bana. Hiyo kitu ilinivunja roho. Ruth alifanyiwa upasuaji na kupandikiziwa matiti hata nilikuwa nashindwa wataekaje, lakini leo nimeona zinaka tamu, zinaka smart, zinakaa za mtoto, zinaka poa. Yani, hivi majuzi nilikuwa katika eneo la Kioto kule Naivasha. Ni eneo ambapo wakaazi wanaishi juu ya maji, wameathirika na mafuriko yanayotokana na kufura kwa mto Naivasha <todakarikana> ili kuwaletea taarifa hii tulilazimika kushuka kutoka kwenye gari na kutembea ndani ya maji haya chafu na hata kutumia boti wakati mwendo wa miguu uliposhindikana. Mpiga <tipa> picha wangu Hebron Kinyoda alitumia ujuzi na ubunifu wake kupata taswira kamili licha ya changamoto nyingi. Eneo hili lilikuwa barabara lililotumika na wakazi wa Kihoto kufika nyumbani, shuleni, makanisani na hata dukani, lakini hii leo limezama chini ya maji. Mwaka wa 2025 ulinibana kutokana na pandashuka za kuwa mama kujaribu kusawazisha majukumu ya uzazi na majukumu mengi ya kazi ya wanahabari, kazi ambayo inahusisha sio tu kwenda nyanjani kutafuta habari bali pia kuandaa kipindi cha alfajiri cha Daybreak. Na wanaoelewa safari hii ya kuwa mama watanielewa kuwa sio rahisi kwa mwanahabari na majukumu yote yaliyo katika kazi hii. Alright, thank you so much for lakini kwa vile kipendacho roho hula nyama mbichi, mapenzi kwa mashabiki yalimtia viungo kila siku kwenye ari yangu ya kuwapa mnayotarajia, bila kusahau kuwa singeweza kufanikisha haya yote bila washirika.